Taarifa kutoka Vatican mjini Roma inasema kuwa Papa Francis anaendelea vyema na matibabu ya nimonia inayomtesa katika mapafu yote mawili huku akionyesha maendeleo katika afya yake siku kadhaa tangu kulazwa hospitalini. Taarifa hiyo ya Vatican imetolewa leo Jumapili Machi 9, 2025. Hata hivyo, madaktari wake wameamua kuendelea kuwa waangalifu kuhusu hali yake, wakimaanisha bado hajaondoka kwenye hatari ya kiafya inayosababishwa na maambukizi hayo. Papa huyo mwenye umri wa miaka 88, ambaye ana ugonjwa sugu wa mapafu uliosababisha sehemu ya pafu lake kuondolewa alipokuwa kijana, ameendelea kuwa thabiti kwa siku kadhaa. Madaktari wanasema hana homa na kiwango cha oksijeni kwenye damu yake ni cha kuridhisha. Madaktari hao wamesema uthabiti huo unathibitisha mwitikio mzuri wa matibabu anayopewa kiongozi huyo wa kiroho. Hiyo ni mara ya kwanza kwa madaktari kuthibitisha kwamba Papa Francis anaitikia vyema matibabu dhidi ya maambukizi hayo tata ya mapafu, ambaye aligundulikwa baada ya kulazwa hospitalini Februari 14, mwaka huu. Francis aliendelea na kazi zake na kupumzika jana Jumamosi, akiingia wiki yake ya nne katika hospitali ya Gemelli huko Roma, huko hali yake ikiwa imetulia baada ya kukumbwa na matatizo hayo ya kupumua wiki iliyopita. Ili kuhakikisha maendeleo hayo ya awali yanaendelea siku zijazo, madaktari wake wameamua kuendelea kuwa waangalifu, ilisema taarifa hiyo ya Vatican. Licha ya kutokuwepo kwa papa, shughuli za kila siku za Vatican zinaendelea. Kardinali Pietro Parolini aliendesha misa katika kanisa la Mtakatifu Petro. Misa hiyo ilikuwa maalum kwa ajili ya kundi la wanaopinga utoaji wa mimba Parolini, alisoma ujumbe wa Papa kutoka hospitalini akisisitiza kuwa umuhimu wa kulinda maisha kutoka kwa kuzaliwa hadi kifo cha kawaida. Katika ujumbe huo wa Machi tano, kwa uvuguvugu la maisha yani, Movement for Life, kundi linalotoa msaada kwa wanawake kutafuta mbadala wa utoaji mimba, Francis aliwatia moyo waumini kuendeleza juhudi za kupinga utoaji mimba na kusema, si tu kwa watoto ambao bado hawajazaliwa bali pia kwa wazee wasioweza kujitegemea tena au wagonjwa wasioponyeka. Baadaye Jumamosi, kardinali mwingine wa karibu na Papa Michael Cheney kutoka Canada, aliendesha maombi ya kila siku ya usiku kwa ajili ya kiongozi huyo. Leo Jumapili, Cheney pia ataongoza misa ya mwaka mtakatifu kwa ajili ya wahudumu wa kujitolea, misa ambayo Papa Francis alipaswa kuiongoza. Papa Francis amekuwa akitumia oksijeni ya kiwango cha juu kumsaidia kupumua wakati wa mchana na usiku anatumia barakoa maalum ya usaidizi wa mahali, kupumua bila upasuaji ya non-invasive mechanical ventilation mask. Alilazwa hospitalini mnamo Februari 14 kwa kile kinachoonekana mwanzoni kama ugonjwa wa bronchitis unaochangia makohozi kukwama kwenye mfumo wa hewa. Hata hivyo, maambukizi hayo yaliendelea kuwa na maambukizi tata ya njia ya kupumua na nimoni ya pande zote mbili, hali iliyomweka Papa kitandani kwa muda mrefu zaidi tangu waanze upapa wake miaka kumi na mbili iliyopita. Matatizo hayo ya kiafya yamezua maswali kuhusu hali ya kiafya ya kiongozi huyo wa kiroho na mustakabali wake kama kiongozi wa kanisa Katoliki ulimwenguni. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na hali ya kiongozi huyo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.